Kila mwezi yamekuwa ni mateso kwako, hedhi haieleweki, maumivu yanakata hadi kwenye miguu, wengine wanasema labda una laana na kuna muda unaweza kuhisi umerogwa. Lakini ukweli ni kwamba unasumbuliwa na matatizo ya PCOS. Aibu hii, una hofu ya kutopata mtoto na kukosa amani ya maisha. Najua kama halijakukuta hili, huwezi kuelewa hadi upitie mwenyewe. Kama unapambana na hedhi zisizoeleweka, maumivu, kuvurugika kwa homoni za uzazi au tatizo la PCOS, nimekuandalia darasa maalum la bure kwa siku 15 kupitia WhatsApp Community. Tutajifunza kwa kina lishe sahihi ya kurekebisha homoni, kudhibiti matatizo ya hedhi na PCOS na kurudisha mwili kwenye mpangilio wa uzazi na afya. Ili kushiriki darasa hili, tuma neno niunge kwenda WhatsApp namba inayoonekana hapa chini Ukiongeza majina yako mawili, umri wako, changamoto unayopitia, na mahali unapotoka. Baada ya kumaliza hili darasa la siku 15, nitakupa mwongozo kamili bure wa lishe wa kutibu matatizo haya. Je, uko tayari kutibu tatizo lako kwa njia salama na ya asili? Basi tuma neno niunge sasa hivi kwa namba inayoonekana hapa chini. Nafasi ni chache!